Ukiwa mjasiriamali, cha kwanza kabisa lazima ujikubali. Cha pili lazima ujiamini kwamba kila kitu kinawezekana. Cha tatu na cha mwisho lazima uwe mvumilivu kwenye mazingira ambayo yanakutaka uvumilivu. Karibu sana msikilizaji, katika video ya siku ya leo. Nimeandaa video hii kwa ajili ya kuelekeza baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu katika ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises, lakini pia nimeweza kuandalia kitabu cha ujasiriamali ambacho kinaitwa Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia zaidi ya bidhaa ishirini na moja: utengenezaji wa sabuni, utengenezaji wa tile cleaner, utengenezaji wa lotion, utengenezaji wa mafuta mgando shampoo na bidhaa zingine ziko zaidi ya ishirini na moja, na nimekuandikia katika mpiliko na mpangilio mzuri ambao utakusaidia na kukujengea uwezo wa kuzalisha bidhaa zako pia. lakini mbali na kitabu, pia tumeandaa madarasa Hivyo utani text kupitia WhatsApp namba 0783500971, utani kwa WhatsApp alafu nitakutumia utaratibu wa madarasa yetu, lakini pia atakutumia na namna ambavyo unaweza ukapata kitabu chako cha miliki kiwanda chako. Ikiwa basi unaona chaneli hii ni muhimu sana kwako, unaweza uka subscribe ili usipitwe na chochote ambacho kinaendelea huku kwenye ujasiria mali. Msikilizaji, kuna watu wengi sana tunatafuta ajira au tunatafuta vitu vya kufanya ili tujiingizie kipato. Ni sawa kabisa na ni sahihi, kwa sababu ni muhimu kutafuta kazi ambayo ni halali ili angalau kila mtu aweze kuendesha maisha yake. Aa, lakini kwa upande wetu sisi kama Lodness Enterprises, tunapenda zaidi kuelekeza watu wengi katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani, lakini bidhaa hizi si, haimaanishi kwamba uwe na kiwanda ndo uzalisha hapana. Utengeneze bidhaa za kiwandani ukiwa nyumbani, ukiwa na mtaji mdogo, ukiwa na vitendea kazi vya asili kabisa. Mfano unaweza kuona kwenye klip ambazo zinapita katika video ya siku ya leo, kuna mti unatumika kwa ajili ya kukorogea sabuni, lakini pia tunatumia jaba, tunatumia mwiko, tunatumia jagi kwa ajili ya kuchota maji na vitu vingine, mwisho wa saa tunatoa bidhaa nzuri ambazo zinaonekana mzuri, zimefungashwa vizuri kwenye vifungashio vipya, lakini pia zimewekewa lebo au stika kama zinavyoonekana katika video ya siku ya leo. Nakumbuka kwamba unapokuwa unafanya production au unapokuwa unafanya uzalishaji wa bidhaa zako mbalimbali ni muhimu sana kuzingatia swala so zima la vipimo, lakini mbali na vipimo lazima uzingatie swala so zima la ufungashaji. Ninavyozungumzia uh, vipimo katika uzalishaji ni lazima uzingatie uh, vitu vya kupima vile ambavyo unavitumia zile ingredients zile ambazo zina, zinaunganika kwa pamoja na kuzalisha bidhaa. Kila kitu kina kipimo, kwa hiyo usifanye vitu kwa kukadiria. Ikiwa utafanya vitu vyako kwa kukadiria, uh, mfano lese kwamba nitoe mfano kwamba labda kwenye bidhaa yetu tunatumia caustic soda, tunatumia selesi, tunatumia sulfonic acid sasa, hapo kila kimoja lazima akiwa na kipimo chake. Hakuna makadirio katika production. Ukifanya makadirio manake, unajiingiza kwenye tatizo lingine la kutoa product ambayo haina ubora wowote au ikalete athari katika jamii ambayo wanaenda kuitumia ile bidhaa. Baada ya kipimo a, jambo lingine, baada ya kukamilisha product ikawa imekamilika, jambo lingine ambalo tunaangalia ni ufungashaji. Uh, ufungashaji tunazungumzia kifungashio chenyewe lakini pamoja na stika au uh, lebo ambayo inabandikwa katika kile kifungashio. Mfano hapa tuko na shampoo alita tano tunaweza kuona kwamba kifungashio kilichotumika ni cha kijani na stika pia iliyowekwa ina rangi nyingi za kijani. Kwa hiyo, tunapaswa kuoanisha na product iliyoko ndani ya kile kifungashio ni ya kijani. Kwa hiyo, hii inamata zaidi katika ufungashaji wa bidhaa zako. Pangilia katika mtiririko mzuri. Yes, mfano hizi ha, hapa ni shampo uh, ziko katika madumu ya kijani. Stika yake ukiangalia rangi nyingi zimeshamiri ni kijani. Uh, lakini product ambayo iko ndani ya kifungashio ni ya kijani. Kwa katika ufungashaji zingatia sana hayo mambo. Tafuta kifungashio kizuri ambacho ni sealed ili ukifungasha basi hata mteja awe na imani kwamba hii bidhaa haikufunguliwa. Na hapa pia ni toilet cleaner, kifungashio ni cheupe transparent, kinaonyesha nje, lakini pia stika ni nyekundu Product iliyoko ndani ni nyekundu, kifuniko ni chekundu. Kwa hiyo ni mambo muhimu sana ya kuzingatia. Sasa unakuta mtu anafungasha, stika ni ya bluu, product iliyoko ndani ni nyekundu, kifungashio ni zambarau. Sasa kidogo inakuwa haimeki sense kwenye, uh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye marketing. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi nakualika kwa nafasi ya pekee, unaweza pia ukajipatia vitabu hivi. Kuna kitabu cha kwanza kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Hiki ni kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa 21 ambacho kina hizi bidhaa ambazo zilikuwa zinaonekana katika video ya siku ya leo. Lakini hiki kingine, nimezungumzia sabuni za miche, kinaitwa ujasiriamali ni ajira. Kwa hiyo karibu sana kwa